Nchi hii amini kuwa mjukuu wako mtoto wako binamu yako shamiji yako anaweza kuwa kiongozi. Kuna wimbo umeimba ume hapa, naomba unisikilize vizuri. Mwandishi wa habari wameimba Kibena, nimelia sana. Wanasema Sigrada ubite ubunge, Sigrada ubite. Maana yake Sigrada, tunaomba upate ubunge, maana mbolea ni gharama, tunapanda mahindi bila pata mtu wa kuwasemea. Wa wanajua Sigrada hana ubia na serikali, hana mambo mengi, hana makandokando. Nikisimama bungeni, nimesimama kwelikweli. Nikiona hoja yangu inachelewesha, mtasimama juu ya meza kwa Ndugu zangu, anayepanga wewe ununue mbolea kiasi gani sio muuzaji wa mbolea, ni serikali iliyopo madarakani, serikali ya chama cha mapinduzi, miaka sitini na tatu ya uhuru. Anayesema kijana ujenge nyumba au usijenge ni serikali, kwa sababu serikali Msije mkawachukia hawa wanaomiliki vibanda, sijui sukari, sijui soda, sijui bia, anayepanga kulipa kodi ni kiasi gani ni, ni serikali kupitia wabunge mnaowachagua kila siku. Leo hii nilikuwa nawaambia wenzenu pale, ukipiga mahesabu si mmeshinda hapa kijiweni, ukipiga mahesabu hela mlizolipa kodi leo utaichukia sisi. Mkesho hapa wote mmekula. Wote mmenunua soda. Mmekunywa bia, umeagiza chai, umenunua maji haya, maji haya, ukinunua tu umekatwa kodi ya asilimia kumi na nane, kama umenunua maji haya shilingi elfu moja maana yake bei ya maji haya ni shilingi mia saba. Sasa leo umenunua vitu vingapi? Wote hapa mmevaa nguo, wote hakuna ambaye hajavaa nguo. Hizo nguo kila uliponunua ulikatwa kodi, kila uliponunua ulikatwa kodi. Sasa leo hii kodi zenu hizo hizo zinarudi kuwatumikisha, wanakuja na magari miaka sitini na tatu ya kifahari ya gharama, si tunakuja hadi na guta, kwa sababu hatujala kodi zenu, hatuna mishahara inayotokana na kodi zenu tena mnaenda mbali zaidi, mnawatandikia hadi nguo. Idihani walitandika hadi nguo, nimewachapa leo kwenye kodi zenu. Hiyo nguo kesho ikichafuka, huna hata kipande cha sabuni cha kufulia. Kodi yako inageuka, inakutumikisha mwenyewe. Watu ambao mlipanga foleni asubuhi mpaka jioni kuwapigia kura, leo wanakuja wanakuja kama wafalme, na nyinyi mmeshasahau sahau. Sikilizeni niwaambieni Iholo, hamjawahi pata msemaji huo ndio? Asante, asante, asante, asante. Nimepita hii barabara tu hii, maana wao miaka yote barabara, maji, umeme, barabara, maji, umeme. Sikiliza, tunahitaji kujadili pia ugumu wa maisha wa Imefika mahali hadi ndugu yako akiuma kumpeleka Ikonda mpaka mkae kikao. Sema, sema. Mchangishane. Sema mama. Sikilizeni niwaambieni, serikali ambayo haina mapenzi mema na wananchi wake huwa inafanyaje? Au serikali ambayo haina mpango wa kuondoka madarakani huwa inafanyaje? Ili mtu uweze kumtawala lazima umfanye awe maskini. Mmenielewa? Ndio. Wanawafanya muendelee kuwa maskini ili waendelee kuwadanganya, ili muendelee kuwa, kuwa watumwa wao. Kuwa ndo ukweli, sawa? Kitu kingine mnyime uchumi, kitu kingine mnyime elimu. Wameleta hizo shule za kata zinaitwa kwa nini? Watoto wenu wakifika form 4, wanafeli wanarudi mtaani. Ule ni mkakati wa chama tawala. Wasome waajiriwe, wawe na akili, waje wa wabumbulue? Hamna. Wasome waende, wanaona mamangu ule pale. Asante sana. Hamna wasome waende huko mbele wakasome sheria kama Sigrada, warudi wawafundishe mule wajaji dawa yao. Wao kuwaferisha fomfo, warudi wakachungake ng'ombe na baba zao. Ndo serikali mbaya iliyoko madarakani. kura kura, kampigie kura Sigrada. Nina maana yangu, kwa sababu kama ni maisha ya Ihoro, mmepigika wote, hata wewe mwana sisi, unahitaji Sigrada akakusemee bungeni ili na wewe uuze viazi vyako ununue mbolea kwa bei ndogo, hata wewe mwana sisi, labda mtuambie wenzetu, kama wenzetu wana sisi mabalozi wale wanapewa mbolea bure, labda tuambizane, sawa kusimama juu ya meza kuikosoa serikali sawa kabisa. Sisi ndio hawana namba biashara kaleta ni wabiwasa biashara tu ataikosoa serikali huyu, sema mama, sema akosoa serikali na fungiwa biashara zake. Hamna tuma. Mtu kama mimi hana cha kupoteza, hata ukikagua hata kioski sina. Wewe, tunahitaji kiongozi, hatuhitaji magari ya mtu, majumba ya mtu, mabiashara ya mtu, tunahitaji kiongozi, kwa sababu pesa zenu zipo Mmenielewa? Tatizo mwe, naenda hata siku moja TRA pale, mwangalie watu wanavyopanga foleni kulipa kodi mama. Pesa hizo hizo mbunge anakuja kulipa milioni 18 mshahara kwa mwezi. Mkichangishana wote hapa hamfikishi hiyo hela kwa mwezi. Kweli. Hata mgeuza na kuku na simbilisi. Ah ni kweli. Huo ndio mshahara wa mbunge. Nataka niwaambie ni namna gani huko juu kunahitaji tu kiongozi. Pesa zipo huko. Za kwenu mnazolipa kila siku. Piga mahesabu, Tanzania tupo na milioni mangapi? Kwa siku tunaingiza kodi shingapi? ile ya kununua tu kitu, achana na ile kodi ya jumla kwamba mfanyabiashara nakata kutokana na faida aliyopata. Ndio maana sheria ya kodi inasema Mtanzania unalipa kodi mara kumi na mbili kwa siku, unaweza kabishia. Leo umeingiza vocha wenye umeme. Nimeambiwa huko hata umeme bado. Unajua nimechoka sana. Maji nasikia mnagawana, yani zamzamu. Ehe, nikitubia hicho kwamba tunaingia zamzamu kulingana na dhambi za mtu miaka so so eh, sitini na tatu yaani toka mkoloni ametuacha Nyerere ametupambania tumepata uhuru kutawaliwa na mzungu miaka sitini na tatu. Leo mnajadili bado maji kweli? Halafu bado tunachagua hao hao, tunaamini kuna mabadiliko kweli? Unajua, Mungu naye atakushangaa. Nyerere kabla hajafa alileta mfumo wa vyama vingi, ili wanaihoro mkiicheka mkiichoka CCM mchague chama kingine. Ndio, ndio ilikuwa lengo la Nyerere, na bahati nzuri, kwenye boxi la kura hauendi na kadi ya chama chako, yeah. Unaenda na kitambulisho chako cha mpiga kura, kina nembo ya chama penye pale? Hamna. Tuache mambo ya vyama, kama huko juu kuna ulaji watu lehera na ufa tarajiolo tutumwe Yesu Wakija hapa wametemba kama milioni moja, wanasumbua wanasumbua, kumbe mshahara milioni 18 milioni 17 nazo mfukoni. ni mnaona huyu ndio yemwene isendi zenu umsitukwaho ukuzizukatijukoni ndio atekwemwenuyo uwelewi Usimchukie dalali wa miti. Ndio. Sio kosa lake. Ndio. Umenielewa? Ndio. Sasa hivi watu mnazidi kuchoka, nyuso zimekata tamaa. Mlikuwa mnakula mara tatu, sasa hizi mnakula mara moja. Ni kweli. Mnapiga chenga hadi kurudi nyumbani kwenu usiku kwa sababu hamkuacha hela za matumizi nyumbani. Ni kweli kabisa. Vijana mnazuga, mnakesha kijiweni mpaka saa 5 usiku Eh. Sio kwamba huyu kijana hataki kurudi nyumbani okay. Ana

ya kichwa safari hii wameibadilisha, tunaita indirect tax, yaani unalipa kodi bila wewe mwenyewe kujua kwamba hivi hapa ndio unalipa. Ni mfumo uliotengenezwa ili watu wa vijijini msijue mnalipa vipi kodi. Ihola, unalipa Ihola, hamjawahi pata msemaji nyinyi. Ihola, mkiamua peke yenu tu kunipigia kura mimi na kuwa mbunge wa jimbo hili Sabe. Watu wamechoka na maisha mbaya mno, maisha magumu na mnakoelekea, mtaanza kula kwa siku mbili mara moja. Wengi nashemejea ngupo kapambane, tunahitaji kubadilisha maisha ai naniolea watu waioro aeea wameimba watu hapa, nenda bungeni ukatuambie mbolea ni gharama sawa. Anayepanga bei hawa mawakala. Mbolea imepanda bei kwa sababu kodi imeongezwa kwenye mbolea, bei kwa sababu kodi imeongezwa kwenye vifaa vya ujenzi sawa. Na safari hii hawa hawanaozunguka wamepitisha sheria mwezi wa sita, wabunge wenu hao wameongeza kodi kwenye mbao. Wewe unayeuza msitu wa mbao, ile bei unayeuzia nje, na yule mfanyabiashara, kodi anazolipa yeye kama ye ambaye naye lazima azipige kwa, azibebeshe kwa wewe, kama wewe unatakiwa kulipa asilimia kumi. Yeah. Baada uchaguzi ya hiyo sheria inaanza, maana yake nini? Huyu anayekuja kununua msitu kwako, si anatakiwa pale apate ile setifiket ya kuonyesha kwamba wewe umelipa hiyo kodi yeye yeah. Yeah, atalipa ili apate ile setifiket alafu yeye yeah, anakuja kukukata wewe yeah. Ndo utaratibu. Kwa hiyo msitu wa milioni kumi utauza milioni tatu. Ndio tunapoenda sala, wanasubiri tu uchaguzi upite. Hiyo sheria mimi natembea nayo ile sheria, imesema uwe unauza pombe za kienyeji, uwe unauza ubuyu, uwe unauza bisi, uwe unauza maandazi, chochote hmm. uwe MC, uwe unacheza hii mangulungu, umepata kamisheni kwenye beti, si kuna michezo ya beti hapa? Ndio ipo sasa, ile ukishinda ukapata ile hela, sheria walioipitisha hawa hawa hawawezi kuambia inataka ulipe kodi ya asilimia kumi. Ninyi mnaofanya biashara ndogo ndogo wote, sheria imepitishwa, mtanzania yeyote anayefanya shughuli yoyote Mmenielewa? Ndio, lazima usajiliwe na TRA uanze kulipa kodi. Kuna ongea mama, ongea, ongea. watu wanamiliki gesti hapa, si walikuwa wanalipa kodi ya kawaida, makadirio tunaita. Sasa hivi sheria imepitishwa, kila kitanda yani miezi mitatu, sheria iliyopitishwa juzi mwezi wa sita na wabunge hawa wamnaoipa yeye na yeye, inasema mimi nikikodi gari hapa ije ilete watu wangu mjini, ile luti tu ile inatakiwa alipe kodi ya 15% ah. Yani, kile ulichonichaji ni mimi kile hapo hapo nitakiwa lipe ile ile hela aliyopokea ije na kodi za kila siku. Sasa huu mlundikano wa kodi manake nini? Huyu mwenye gari hata kubali alipe ile kodi yeye. Ndio. Ataongeza bei ya nauli. Sawa. Umeelewa? Ndio. Huyu mwenye gesti, yeah, hata kubali alipe ile kodi yeye, ataongeza bei ya kitanga. Sawa. Brother ukitaka kuchukua mwanamke saa hizi jipange. Eh. Eh. Yeah. Hey. Yeah. Na yeah. Ha, na <laughs> Deed, kama kitanga ilikuwa elfu kumi, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nata. Na, na, nataka mjue kwamba mlipaji wa kodi wa mwisho kwenye nchi ni mwananchi wa kawaida, mtumiaji wa mwisho. Sawa, sawa. Na ndio sheria inavyosema baba, okay, ma mafuta haya ya bodaboda ya magari sheria imepandisha bei. Ina maana baada ya uchaguzi kama ulikuwa na kodi bodaboda 10000 kwenda kisilo, utakuwa na kodi bodaboda 15 umeshapunguza kwenye hesabu zako ah. Basi mwe mnasoma hata vocha mnazoingiza kwenye simu, hata vifurushi. Mwe mnasoma hata unapoingiza umeme huwe unasoma kuna kitu kimeandikwa pale, VAT asilimia kumi na nane. Wahuni wameshachukua hiyo, wanaenda kununulia magari ya milioni mia tatu wakija hapa mtike ye mwene, ye mwene, wakati nyinyi ndo vibonde wao, nyinyi ndo mnawaweka mjini Hivi nawaza wakijaga kiliholo wanazungumza nini? Kwa sababu iholo ninayoijua mimi kipindi nasoma mgoro ndio ile ile, haijabadilika hata kidogo. Sasa wakijaga huwa wanasema nini? Maana ni miaka karibia kumi na tano sasa ishirini, yaani wakija huwa wanasema nini? Na kuna miradi huwa wanaanzisha kimkakati, wanatengeneza kidogo, ilian itakatikila simnaona, tulianza tutamalizia Watatengeneza kidogo. Nelu lenga nisogeze kidogo. Nakumbuka mwaka fulani hivi aliyesaidia mpaka haya maji yakafika mbali kidogo ni Mdoche. Hey. Yeah. Mdoche aliita waandishi wa habari bwana. Sawa. Aliandamana Lugenge kule juu. Yeah. Kuhusu ule mradi wa maji. Akapeleka waandishi wa habari mpaka kwenye chanzo kule. Ndio. Ndio wakaanza kuhangaika naye. Lakini mpaka leo anaongelea maji. Mradi wa Kikwete 2008. Ah, bali Mdoche. Yeah. Bali huko elfu mbili na nane huo mradi wa maji mpaka okay. Leo wanaongea hayo eh. Wengine wamekufa, wengine wamezaliwa wanasikia kuna mradi mpaka wamekufa bila kuyaona maji. <laughs> Baba zangu mama zangu bibi zangu, mmezaliwa mkitawaliwa na Chama cha Mapinduzi. Kuna vitukuu sasa hivi vinatawaliwa na Chama cha Mapinduzi. Ninyi mtaonja lini?